Karibu katika ulimwengu wa siri ambapo watoto wa familia tajiri na wenye nguvu hujifunza sio tu hesabu au sayansi, bali jinsi ya kutawala dunia. Hapa elimu ni silaha na siri ni sheria. Fungua macho yako, utajifunza yale ambayo hajawahi kuonyeshwa kwenye runinga. Hii siyo shule ya kawaida. Wanafunzi wake ni watoto wa wafanyabiashara mashuhuri, wanasiasa na mabilionea wa kimataifa. Bei ya wanachama zaidi ya dola milioni moja kwa mwaka. Vigezo, familia yako lazima iwe na ushirika na serikali au uwe na mtandao wa kimataifa. Siri, hakuna ripoti za hadithi, hakuna media, hata wazazi hawaruhusiwi kuvuta picha. Wanafunzi hapa wanajifunza uongozi wa kigaidi, kuongoza nchi kwenye mchezo wa simulations kama UN au G20. Utamaduni wa kimataifa, lugha tano na zaidi, historia ya familia tajiri na desturi za kipekee za kifahari Negosheni na serikali, wanacheza michezo ya role play ya kusimulia serikali, kama nikipewa hii tenda nitakupa hii. Udhibiti wa fedha za kimataifa, jinsi ya kusafirisha pesa kwa siri, kuepuka kodi na kujenga mabenki ya kibinafsi. Hapa hesabu ni kujua pesa zipi zitaingia kwenye offshore accounts, sio kutatua equations. Shule hii ni mtandao wa urahisi. Mihadharati huongozwa na wafanyabiashara mashuhuri kama Elon Musk na wanasiasa kama Barack Obama kwa video call. Mazoezi ya kila mwaka kutembelea makao makuu ya Google, World Bank na makambi ya kijeshi. Wasifu wa kipekee mwanangu, jifunze kumpa mtu rushwa kwa heshima au ushiriki naye biashara. Hapa, marafiki wako wa leo ni washindani wako wa kesho na jambo hilo hufundishwa kwa makini. Somo kuu hapa ni udanganyifu wa kiserikali, kutengeneza mikataba ya siri kwa kutumia loopholes za sheria. Kutumia utaalamu wa PR kudhibiti habari na kuibadilisha ukweli, kuvunja migogoro ya kijeshi kwa kujenga amani yenye faida kwao. Mfano wa kitendo: wanafunzi wanapewa kesi ya kusaidia kampuni ya gesi kukata mkataba na serikali ya Afrika Mashariki kwa faida ya asilimia ya arobaini. Shule hii ni chumba cha kuloweshe ya utamaduni wa kifalme, vipaji vya kipekee, kucheza piano, sanaa ya kuigiza na mazoezi ya kifalme ya kula kwa umaarufu maadili ya kifahari. Usimwambie mtu hapana moja kwa moja mwambie nitaangalia, kisha mwache kwenye spam yako. Siri za familia: jinsi ya kudumisha utajiri kwa kizazi cha kumi kwa kufunga ndoa za kimkakati. Hapa utajiri sio pesa tu, ni uwezo wa kufanya dunia itamini kuwa huna. Wakati watoto wa kawaida wanajifunza kutatua hesabu za shilingi mia tano, huku kuna ulimwengu ambapo hesabu ni jinsi ya kukusanya dola milioni bila kukohakoha. Fanya hivi sasa, share video hii ufichue mfumo huu wa elimu ya haki zilizopindwa. Subscribe kwa video zaidi za kukusudia ulimwengu wa siri. Andika maoni yako. Je, elimu ni haki au ni biashara? Ulimwengu unaojengwa na watoto wa shule hii unaweza kuwa mtumwa wao au kiburi chao. Kwa ufahamu, video hii ni ya kubuni tu. Maelezo yanatokana na utafiti wa mifumo halisi ya shule za hali ya juu, lakini hakuna shule mahususi inayohusishwa.